Neno la Mungu linasema Mwenyezi Mungu anajitetea mwenyewe. Hakuna mtu wala kitu kinachomtetea Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anajitetea mwenyewe. Ikiwa kwamba tunajua kabisa Mwenyezi Mungu anajitetea mwenyewe. Ni yeye ndiye ambaye amekusha kutuumba na kutuleta katika dunia hii. Na tulipokuwa katika dunia hii, tunajua kwamba kabla ya kuokoka tulikuwa katika upande mwingine ambao kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa kumi na tatu na kumi na nne kinasema kwamba naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani yaani msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo tunaangalia kwamba tulikuwa katika upande wa giza, ambapo katika upande wa giza kiongozi wetu alikuwa Shetani, ambapo huyo shetani alikuwa anatuongoza katika mizimu, katika mizimu na wale pepo wa baya